Rashid, wakati au hii pasi mm, sikudhania kama Mkwala angeenda upande zaidi wa kulia mm. Alipoenda upande wa kulia, nikajua nikajuaameshapoteza na... uh, pale tukiangalia kwa Singida yeah. kama wao ndio wamepoteza umakini kwenye, kwenye, ule mchezo, kwenye ule mpira ni kweli, na mi binafsi maana ya amaana ambaye uh, pasi yake ilikata nzima ya, ya, ya Singida, lakini unaona hapo namna ambavyo Mkwala alikuwa anapita bado sanaa mbovu ya, ya, ya ulinzi ya apa, ya Singida mm. Black Stars ndio iliyosababisha hichi chote kilichotokea, lakini makosa yaliendelea, yali unasema golikipa ndo alikuja pia kuendelea kufanya makosa baada ya kutoka. Wakati mwingine wanakuambia ukitoka golikipa lazima uhakikisha unagusa mpira, lakini pia kwa distance ambayo ilikuwepo kati yake na eneo ambapo mpira ulikuwepo ya 18 kabisa, ilikuwa ni mbali sana eh. Unaweza kuona hiyo, kulikuwa kuna wachezaji wachezaji waliokuwa wengi katika eneo hilo walikuwa ni wa Singida Black Stars ingawa wengi walikuwa hawapo kwenye eneo sahihi mm, yani walikuwepo lakini walikuwa hawana impact eh. Unaweza kuangalia pia wakati ile pasi inapigwa, kuna mchezaji mmoja alikuwa anakuja juu kule, kuna mchezaji mmoja alikuwa anakuja juu ambaye yeye alikuwa hapo anakuja, lakini alikuwa haangalii nyuma yuko nani, kiasi kwamba kama Mkwala angeshindwa kufunga, yeye alikuwa na uwezo wa kupiga hiyo pasi ikaenda kule juu na mtu akafunga goli rahisi. Kwa hiyo unaona namna ambavyo defense ya ya, ya, ya Singida wamefanya makosa kwa kiasi kikubwa mbali ya goli kipa naye pia kusababisha hili goli kwa maana ya kuja, alafu amejikuta mpira haugusi, lakini bado hata namna ambavyo walikuwa wamejipanga Singida Big Stars, mm. wakati na defense bado ilikuwa haizuii wao kufungwa, kwa sababu unaona mtu ambaye alikuwa juu alikuwepo na alikuwa anasogea golini, lakini bado alikuwa hana uwezo wa kuzuia ule mpira, kwa sababu eneo alikuwepo alikuwa ana faida kinamba, lakini sio kwenda kuwa na impact kwenye kikosi. Kwa hiyo nafikiri goli limetokana na makosa ya defense nzima ambayo imefanya makosa ikia, na goli kipa naye goli kipa kwenye hili goli kutoka hujo mita mita 20, maana sio 18 tena hiyo. Unajua uh, kitu kimoja ambacho eh, unatakiwa kuangalia eh, uh, jinsi ambavyo ile line ilivyokuwa, mm. ule mpira wakati unapigwa ule eh, si unaelewa eh? wakati unakuja wale, wale Singida wale walikuwa washatengeneza kama mstari wa kutaka kuwaweka kwenye mtego wa kuotea yeah. Kwa sababu kama uliangalia mechi vizuri mm. ndani ya dakika saba tayari Simba alishaotea mara tano nah, nah, ndani ya sanas... dakika saba yani, ndani ya dakika saba za mchezo Simba alishaotea mara tano. Mkwala ndio kama otea mara nyingi eh, na inawezekana hizi mara tano kama otea <laughs> zote Mkwala sio, unaelewa unanelewa maana yake <laughs> uh, unaona Dhamira ya Simba ilikuwa ni kupata goli la mapema na haraka zaidi mm. So hata hili goli pia, namna ambavyo limetokana na tukio hilo, limetokana na tukio ambalo tayari Singida Black Stars walikuwa wameshaweka mtego wa kuotea, lakini sema hesabu zao hazikwenda, hazikwenda sawasawa. Kwa hiyo mm. Mkwala alivyochomoka kwenye lile eneo uh, ilikuwa ni rahisi zaidi uki, umeona ngoja nikuonyeshe yeah, kitu yes. Hapa umeona hapo yeah, kama ha, wakati hapa anapiga ana, ana, si unaelewa, wakati ile pasi inapigwa na awa ukitaka kujua kwamba hawa walikuwa wanatengeneza mtego wa kuotea mm. hata goalkeeper pia hakuwa eneo uh, hakuwa eneo lake kabisa mm. si unaelewa maana yake tayari umeona yeah, umeona ile uh, line uh, yes. Umeona hapo mm. umeona hiyo line, umeona hapo, kama inge stop kidogo, ungeona uh, maana yake ni nini, wao walishajua nini ambacho wanafanya kwenye lile eneo, si unanielewa? mm. Hey, umeona hiyo yeah. line si yes. unaelewa ah. Ni kwa sababu hii imekuja wakati huu, wakati mwanzo hapa napewa walikuwa kwenye line moja yote so, unanielewa mm. Sasa kwenye timing ya namna ya kuendelea, of course hapo umeona hiyo line, umeona jinsi walivyokuwa wamekaa kwao mm. Kwa maanake walikuwa wanajua namna gani, kwa sababu tayari washamuini Mkwala mara tano e, katika katika offside trap, yani washa e, muini Mkwala mara tano naingia kwenye mtego wa kuotea. Kwa hiyo wakaamini kwenye namna ya kutengeneza hii offside trap, wanaweza kunufaika lakini ikawa bahati mbaya sana, na ndio na, na, na, wanasemaga ukikosea kidogo e, mfumo huu unakuadhibu e, bahati mbaya sana uh, this time Mkwala akaenda kwa wili. sasa angalia goalkeeper ambapo wakati ile pasi inatoka kwa Ahoua, inaenda kwa Mkwala angalia position ya goalkeeper yani kabisa, goalkeeper sio mesogea, hakuwepo kabisa langoni, alikuwa nje ya kumi na nane. Umeelewa, yani as if ni kwamba umeona kati pasi inapigwa hapo eh, yani goalkeeper hakuwa golini kabisa, unaelewa eh. <laughs> yani goalkeeper hakuwa golini <laughs> yani as if ni kwamba ule mpira alikuwa nao beki wake, maana yake amrudishie kuwa sehemu ya mchezo mm. Sio, unaelewa kumbe ni pasi ambayo imetoka kwa upande wa mpinzani na inakwenda golini kwake, si unaelewa? Sasa inawezekana mm, kwa kiasi kikubwa uh, hili goli limechangiwa na uzembe wa golikipa uh, golikipa ambaye kwa level yake kwa experience yake, of course inatokea. Uh, kwa sababu bila kufanya makosa kwenye mchezo wa mpira wa miguu huwezi kuadhibiwa. Na lile lile eneo alipotoka golikipa kama akicheza faul pale kumzuia mpira, ilikuwa ni kadi nyekundu, nyekundu yeah. Eh, maanake pale kwenye eneo ambapo uh, Basogie yeah, alivyokuwa ametoka, mm, ikatokea angemgusa mkwara, yeah, kungekuwa kuna, kuna mgongano kati ya yeye na mkwara, yeah, maanake alikuwa anakula umeme anaenda zake nje.